Kwingineko, familia moja katika eneo la Bibirioni, kaunti ya Kiambu inatoa wito wa msaada wa kifedha wa shilingi milioni 4.5 ili zitakazofanikisha upandikizaji wa figo wa mpendwa wao Jonathan, na, Jonathan Kimani Waroja, mwenye umri wa miaka 21 aligunduliwa kuwa na matatizo ya figo mwaka 2024 hali ambayo ilidorora kumradhi, na kusababisha figo yake kukosa kufanya kazi mwezi Disemba mwaka uliopita. Ni hali ambayo imempa mahangaiko tele, kwani anategemea matibabu ya usafishaji damu mara mbili kila wiki ili aweze kuishi. Madaktari wamemshauri wamemshauri kufanyiwa matibabu hayo ya dharura kama suluhu ya kudumu kwa hali yake. Mwanahabari wetu John Kahiro anatuarifu zaidi. Katika eneo la Bibirioni, kaunti ndogo ya Limuru katika kaunti ya Kiambu, ndani ya jumba hili ni simulizi ya kuvunja moyo ya Jonathan Kimani Waroja, mwenye umri wa miaka ishirini na moja. Uchungu umesheheni usoni mwake, huku akikabiliana na maradhi sugu na ambayo yamesonesha maisha yake. Jonathan aligunduliwa na matatizo ya figo, hali ambayo ilisababisha figo yake kukosa kufanya kazi. Jonathan aligunduliwa na matatizo ya figo hali na ambayo ilisababisha figo yake kukosa kufanya kazi last year I was diagnosed with lupus nephritis which led to my kidney failing my journey has been very hard for me very tough since the time I was diagnosed with this disease attending the hospital bills a dialysis session which are overwhelming Kupanda kwa gharama ya matibabu ukiwemo vikao vya usafishaji damu vimelazimu familia kufunga biashara yao ndogo ambayo ilikuwa nyenzo ya riziki ya pekee. pesa ikatumika mpaka ikabidi niache hiyo biashara nishughulikie huyu mtoto na hiyo pesa kidogo katika azma ya kuokoa maisha yake madaktari wamependekeza upandikizaji wa dharura wa figo nchini India. Family on the committee and people of Bibilioni has planned for a mega fundraising on 21st December 2025 where, where they will all come together and try raising 4.5 million Kenya shillings so that early January I can take a flight and go to India. Sasa kuna sister yake amejitolea kumpa figo. Na sasa tukaona tu organize hii harabe ndio tuchage hii 4.5 million yenye inapatikana. To all people watching this video is to help me raise that 4.5 million Kenya shillings so that they can give me a second chance to live healthy again ili kumsaidia Jonathan kuwafikia ndoto yake ya matibabu na uponaji, wahisani wanaweza kuwasilisha michango yao kwa Mpesa kupitia nambari ya paybill 400200, nambari ya akaunti ikiwa 0790652803. John Kahiro, Dira ya Magwiji.